Walikuwa wanatuambia ya kwamba mambo ya affordable housing haiwezekani. Imewezekana? Haijawezekana? Walikuwa wanatuambia ni ndoto. Imekamilika? Haijakamilika? Si imekamilika. Na mimi nataka nimshukuru Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, sindio? kwa sababu Wakati wengine walijaribu kutuletea kisirani, baba akasimama na mimi akasema tuunganishe Kenya ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya, tuwache mambo ya ubaguzi, tuondoe ukabila, tumalize chuki, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Tunakubaliana jameni? Sasa mimi nataka niwaulize, si tumeunda serikali ya broad based ya kuleta Wakenya wote pamoja ndio tumalize ukabila na tupange mambo ya umoja ya Wakenya na tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Sasa maendeleo ya Kenya ndio hii, Affordable housing iko tayari, paya iko tayari, Market iko tayari, barabara hapa zinaendelea, stadium tumekamilisha hii tarehe Jumapili ni <coughs> kweli ama si kweli, my friends? Mimi nawauliza hii kazi mimi nafanya na baba, tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Kwa sababu mmesema tuendelee, leo nimeamurisha ya kwamba sasa ile manyumba tulijenga pale, sasa tutaongeza manyumba ingine elfu moja ya Homa Bay hapa, tujenge manyumba zaidi ili mama mboga wapate nyumba pale, mtu ya borabora bora apate nyumba pale mtu ya mjengo apate nyumba pia, mtu mwalimu apate nyumba, yule trademark eh, eh, mama wa kuuza samaki apate nyumba, tuweze kubadilisha Homa Bay, tukibadilisha Kenya. Mnasema tuendelee ama siendelee?